Safari ya ujauzito na kujifungua ni safari ambayo inakuwa ya lot of excitement, inakuwa ni ya kusisimua. Unajiuliza mtoto atafanana na mama na nani, atafanana na mimi au atafanana na baba mtu au wa atafanana na bibi yake, whatever the case. Lakini kuna una ishara unazokuwa unaziona wakati unakaribia kumkaribisha mtoto wako, na muda mwingine unajiuliza hey, ndio uchungu umeanza au uh, bado? Kwa hiyo nakwenda kwa kujibu haya maswali kwa kukupa ishara moja ambayo itakuhakikishia kwa hakika kwamba umeingia leba ume, uchungu umeanza na unakaribia kumwona mtoto wako ko. Kama una maswali kuhusu yeah uchungu, stay tuned, keep watching. Hey mama, this is Bliss mm -hmm, Mama Care Channel Naitwa Miriam, mama of two baby girls. Ni birth doula, msaidizi wa uzazi na kujifungua. Katika chaneli ya Bliss Mama Care, nawasaidia wanawake na kuwaelimisha na kuwajulisha kwamba miili yao imeumbwa yu kwa ajili ya uzazi. So natoa elimu ya kihisia, natoa elimu ya kimaandalizi ya kimwili na kiakili, na taarifa yote, taarifa nyingi zaidi za ya elimu ya kujifungua na uzazi And all that. So kama hii ni community umekuwa ukitafuta, please subscribe na endelea ya kunifuatilia. Video yetu ya leo inahusu dalili moja muhimu ya uhakika ambayo utajua kwamba umeingia leba au uchungu umeanza na umtarajie mtoto muda wowote kuanzia kipindi hicho. So kabla sija kutajia ishara hii moja kuu, ambayo yaani aulizi maswali utakuwa umeingia uchungu umeanza na mtoto wako ata- utamwona muda si mrefu. Kabla sijakupa hii dalili moja kubwa kuu ambayo ni ya uhakika kuwa uchungu wako utakuwa umeanza, nataka nikupe ishara nyingine nne ambazo pia zinaashiria kwamba leba imekaribia, lakini haimaanishi kwamba uende hospitali sawa. Kwa hiyo hatua, ishara ya kwanza, sio hatua ishara ya kwanza ni kupoteza mucus plug au kifundo cha ute kwa Kiswahili. Hichi kifundo cha ute ni ute ambao unatengenezwa katika kipindi cha ujauzito mapema, na inakaa katika shingo ya kizazi, inakuwa kama plug. Hii ute ni una, tutaelezea zaidi lakini, kifupi inakuwa inakusaidia wewe, mwili wako pamoja na infections kwa mfano na madhara mengine yote ambayo anaweza akasafiri kwenda kwa mtoto. Kwa hiyo hii mucus plug inakuwa pale kusaidia mtoto asipatwe na madhara mengine na ma-infection na vitu kama hiyo. So ishara ya kwanza kwamba leba iko njiani, inakaribia ni kupoteza hiki kifundo cha mucus plug. Sasa hii ishara sio kwamba uende hospitali. Uh, subiri kidogo kwa hiyo isikukimbiza hospitali. Ishara ya pili ni utajisikia kichefuchefu, lakini pia utahisi maumivu kama ya hedhi unapokuwa period, uh, tunaita cramps kwa Kiingereza. So utasikia <coughs> kichefuchefu pamoja na hizo cramps, kama maumivu ya hedhi kwa hiyo hii pia ni mwili wako unakutangazia kwamba mama, jiandae leba imekaribia, uchungu umekaribia. So hii inakutangazia tu kujiandae kiakili na kimwili vizuri, lakini pia sio ishara ya kukimbiza hospitali. Kwa hiyo, ishara nyingine ya tatu ambayo inaashiria kwamba uchungu unakaribia ni kupata choo laini au kuharisha diarrhea. unapo unapo kwa mjamzito, kuna homoni inaitwa prostaglandins, sijui term kwa Kiswahili, lakini hii homoni inaongezeka kipindi cha ujauzito na sasa mwishoni, kwa sababu ina- ina- inasaidia ina mmeng'enyo wako wa chakula kufanya cleanup, inasafisha mfumo wako wa chakula. Kwa hiyo ndio maana utapata choo kama cha kuharisha ili inafanya hivyo ili mwili wako kusafike na tubaki na nafasi ya kumtosha mtoto, una vigeti ku, ku, ya mtoto awe na nafasi awe na mwanja wakati anaposhuka kuelekea kuzaliwa kuchini. So hiyo ni ishara ya namba tatu. So ukipata choo laini, jua kwamba umekaribia kuingia uchungu. So hii pia sio hatua ya kukaribisha, sorry, kukimbiza hospitali. Hatua ya kwanza pili na tatu, hata vikitokea vyote kwa kufuatana, usi usi panic kwamba, eh, niende hospitali, ila kama una mkunga au una dola kama mimi, unaweza ukamcheki ukamwambia kwamba nimeona ishara hii, nimeona ishara hii. Utakuwa anakupa mwongozo kwamba okay, tulia Uh, so and so. Kwa hiyo ukipata choo laini usijali, hata kama hatua hizo zimefuatana kama nilivyokuambia, usi, usipanike na kwenda hospitali, lakini kama unapata choo laini ambacho tuseme ni cha kutisha kwa maana ya kwamba unaenda more frequently na ni kama it's out of control inaenda nje ya control, labda unaweza pia uka ukatoa hiyo taarifa kwa sababu, inamaanisha utakuwa unapoteza maji mengi. Lakini kuarisha nako kuongelea hapa ni kwamba utakuwa unaenda tucho kama kawaida kama ulivyokuwa unaenda siku zote, lakini tofauti ya sasa hivi ni chuki kwa laini sana, itakuwa kama unaenda ni cha kuarisha. So no so, na mimi nimeeleweka. So ishara ya nne ni kuvuja maji ya uzazi au chupa kupasuka, kama iliyozoeleka neno lilozoeleka chupa ya uzazi kupasuka, leaking amniotic fluid. So chupa ya uzazi ikipasuka, unaweza ukawa una, inavuja kidogo kidogo, au ikavuja kwa pamoja a gush of water. So ikitokea hivyo hii ndio hatua pekee ambayo unaweza nikakwambia jaribu kuchukua hatua, labda kwenda hospitali. Au pia ni muhimu kama nilivyokwambia, uwe na tayari na mtu ambaye unamwelezea kwamba hizi ishara zinatokea. Kitokia ishara, unamtaarifu ili kuwe na mawasiliano ya sahihi na kukusaidia kama kutakuwa na changamoto yoyote. Kwa hiyo hii hatua inamaanisha kwamba leba i, iko karibu sana, lakini uchungu unaweza hata usio umeanza, na tunataka maji apasuke baadaye kidogo, au hata wakati uko kwenye uchungu na mtoto anakaribia kutoka, au muda mwingine tunataka chupa i, mtoto azaliwe na chupa yake it's a good thing. Mimi mtoto wangu wa pili nilijifungua alikuwa bado kwenye chupa yake ya maji ilipasuka baada ya kutoka nje. So uh, inaweza ikawa sio kitu kizuri, chupa kupasuka mapema kabla hujaona ishara muhimu ambayo naenda kutajia. So ukiona hivyo, mpigie simu daktari wako, au nenda hospitali, au wasiliana na dola kama mimi au mkunga wako, okay. na miniyo pointi meseto so ifuatayo ni hatua ni sorry, ni ishara au dalili ambayo itakuhakikishia kwamba tayari tuko kwenye uchungu, the real thing it's happening. So hii ni ni ni tunaita contractions, ni, ni misukumo au maumivu ya uzazi uh, utajuaje kama inakaribia katika ule mwezi wako wa mwisho, zile wiki za mwisho, mwili unakuwa unafanya mazoezi ya haya maumivu ya uzazi. Kwa hiyo kuna maumivu utasikia yanakuwa kama mkanda fulani ya juu huku mgongoni, lakini huwa yanatokea alafu yanapotea. Unaweza toka kwa siku moja mbili usisikii, lakini misukumu au ay, maumivu ya uzazi nayoongelea sasa hivi uchungu, ni yale maumivu ambayo yanafuatana hivi kwa hiyo um, characteristics zake sifa zake, ina sifa tatu: urefu, lakini pia muda na na nguvu. Urefu ni kwamba, ina huo uchungu una lasti kiasi gani, lakini pia nguvu. Maumivu yazazi yanakuwa yanaongezeka muda unavyoenda, maumivu yanakuwa ani makali zaidi, inasema nguvu, urefu pamoja na muda. Pia muda unakuwa unakuwa unasogea karibu zaidi. Hivi vyote tutakwenda kujifunza katika video zijazo. So ukiona kwamba uchungu wako unaanza kusikia kila baada ya muda fulani, unausikia haupumziki, sio yale maumivu ambayo yana unasikia leo alafu siku nzima hujasikia, no, yale maumivu yatakuwa yanafuatana hivi hivi hivi. Kwa hiyo unajua kwamba uchungu huu hapa na muda wote tunakwenda kumuona mtoto. So ushauri wangu ni ishara ile ya kwanza mpaka ya tatu, kupoteza mucus plug, ishara ya kwanza, uh, ishara ya pili kuwa na maumivu kama ya hedhi pamoja na kujisikia kichefuchefu, na hatua ya tatu ya kupata tumbo ya kupata choo kilaini cha kuharisha, ninakushauri ukisikia hizo hatua wa, ni vizuri tu upumzike, endelea na maisha yako kama kawaida, pumzika, fanya vitu ambavyo unakuwa unavifanya, preserve, tunza nguvu yako kwa ajili ya uchungu ambao utakuja baadaye, kwa sababu tunakutaka mama ukiwa ukiingia katika uchungu, zile hatua za uchungu, unakuwa na nguvu yako yote ukianza kupay attention kwamba nimepoteza mucus plug, unaanza kutrack kama sijui unatafuta nini, itakuexhaust, utachoka. Ikifika hatua ya wewe kuingia kwenye uchungu umeshachoka, so tunataka uwe na nguvu kipindi chote cha kuona hizi ishara ndogo ndogo mpaka pale utakapoingia katika uchungu wenyewe, yeah. So nitakushauri tu upumzike, ila ukishaona hii so, hii hatua nyingine ndio hapo angalau ndio tunatarajia chupa yako ya maji pasuke, ndio inakuwa ni ishara nzuri, unakuwa basi, tunaweza tukamwona mtoto muda wote kuanzia hatua hii. So kama ni mara yako ya kwanza kuangalia kwa hii channel au hii ni video yako ya kwanza kuangalia kutoka kwenye channel ya Bliss Mama Care, na kuna video hii hapa na hii link ambayo uta nimeelezea hatua tano muhimu za wewe kuzifuata ili uwe na uzazi ambao unautaka. Kwa hiyo kama una, ujui uanzie wapi, wewe ni mja mzito, unatarajia kuwa mja mzito au umekaribia ume kipindi chako cha kujifungua na haujui uh, pa kuanzia, basi nenda kaiangalia hii video na itakusaidia we kufanya maandalizi mazuri. Bye, bye, tukutane kwenye next video. Bliss Mama Care, asante. Usisahau subscribe, like, share na mama mtarajiwa ambaye anahitaji taarifa ya uzazi ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Please show love and uliza maswali chini hapa and toa maoni. Otherwise, andika neno nime subscribe and nitakujibu. See you in the next video. Bye.